Godfrey Ng'ura ni mkurugenzi mtendaji wa benki ya ushirika Tanzania. Tunawezesha wakulima kutumia zana za kilimo na teknolojia kuongeza uzalishaji kwa maana eneo la kilimo, kuongeza tija kwa maana ya mauzo yatokanayo na mazao ya kilimo na kile wanachopata na kipato, lakini zaidi gharama wanayotumia kulima na tija inayotokana wanapata faida zaidi kwa sababu wanatumia teknolojia iliyo na gharama nafuu na wanapata tija kubwa zaidi. Uh, ni maono yetu kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo wengine, tutachagiza kwa kasi zaidi eh, patikanaje kwa teknolojia za kisasa zaidi, kuruhusu vijana wengi waingie kwenye kilimo na tumesaini makubaliano na Wizara ya Kilimo kusaidia vijana kupitia BBT kupata mikopo ya asilimia saba mpaka nane. E, na hii mikopo itajengwa katika misingi ya teknolojia, kwa wanaweza waka wakapata zana za kilimo badala ya kulima wakakodisha wakawasaidia wakulima kulima, wakawa wanapata kipato na wakawa wamepata ajira. Kwa mkulima analima, lakini kijana aliyemaliza chuo, kijana mbunifu, mjasiriamali pia, amepata zana za kilimo ambazo anatumia kama chanzo chake cha kipato e, kama wanavyofanya bodaboda e, wana, anapewa pikipiki au amenunua pikipiki yake, anapata kipato kuna kipato pia katika kumiliki zana za kilimo ukakodisha kwa. Tuna bidhaa inaitwa mchongo pesa, tutaizindua hivi karibuni, itaruhusu vijana kuwa na zana za kilimo ambazo wanalima au wanaweza kukodisha kwa watu wengine. Lakini pia hizi zana zinasaidia vyama, badala ya kila chama kung'ang'ana kununua trekta yake pawatila yake, ee, skim za umwagiliaji Uh, drones. Na pengine hawawezi kwa maana ya gharama, wote kwa pamoja tunaweza tukawakodisha kwa kutumia wadau wetu wa maendeleo, tunawakodisha vifaa vya kilimo biashara. Hapo vile vifaa vinakuwa shared. Kwanza kifaa si lazima wanunue, wanaweza wakakodi. Kwa hapa tunachoangalia kama benki ni upatikanaji wa huduma za zana za kilimo shambani kuliko umiliki wa zana za kilimo katika hii. Kwa mfano mwaka jana tumetoa zaidi ya bilioni nane, bilioni tatu moja kwa moja kupitia asset financing ambayo iko kwenye kilimo na kupitia kwa wakulima na vyama moja kwa moja, lakini tumetoa zaidi ya bilioni tano kupitia wadau wetu wa maendeleo wanaokodisha vifaa vya kilimo kwa wakulima. Maono yetu ni kushirikiana na wadau wengi zaidi kwa kuvutia vijana wengi waione hii kama fursa, waje na maandiko na mawazo uh, ya kutumia teknolojia katika kilimo ili kuongeza ufanisi na kuleta uzalishaji zaidi. Na tumeshapata uh, pa kuanzia kwa kushirikiana na taasisi za, za, za, za kilimo ikiwemo AGITF, mfuko wa pembejeo wa kilimo nchini. E, tutawavutia vijana wengi hasa wanaomaliza vyo vikuu walioko BBT kuleta mawazo kote, lakini pamoja na maeneo mengine ya kimkakati, wanaweza kaja na mawazo namna gani tunaweza tukatumia teknolojia na zana za kilimo kuongeza uzalishaji kwa wakulima na wao wakawa wajasiriamali kwenye maeneo hayo.